Liza kestio itasaidia populasio asaki itasaidia populasio ya Kamuronza, usiki ukone tu mbele tu tu mbele, unatu ona kestio sindiwa sawa. Kestio za sekurite sekirite mwatazijibia ni Colonel Damasene, kestio zingine zinausu politike mwatazijibia ni administrateur de Zerutebuka. Karibu basi tuanze kwa swali

Safari jinsi umesema chama uko mwanachama. Chama yetu nia ya chama ni kulinda raia ni kusaidia raia, na mateso ambayo mama Nyira Safari amesema wakati walikuwa wako pale kwenye Bulengo pale kwenye ile kambi, wanatoka Bulengo wanapita Rutobogo wanaingia kule kwetu, wanapanda hata karuba ile wakati. Uh, tulikuwa tungali kule nyuma kidogo nyuma ya Rutobogo. Amesemeshwa ukweli, kule kulikuwa njaa, maisha ilikuwa haiko, watu wanakufa magonjwa, vipindupindu na chakula ilikuwa haiko. Watu ambao walowabeba kwenye makambi walikuwa wanapatia unga, unga wa ngano mtu anashindia kunywa uji tu, na watoto wanaanza gonjwa madiare. Lakini walikuwa wanatoka wanajipenyeza, wanakuja, wanapita katikati ya wazalendo, wanawaiba, wanafika kule wanarudia na chakula. Na wakifika kwa wale wazalendo, na wazalendo wanawanyanganya ile chakula, yale yote tunayajua na wamama wengine kuko waliobakwa, ile ni ukweli ambao tunajua ambao kuko wazarani, lakini na wazia leo, kita na shukuru ni kuwa ako na amani kwenye wasikie lugha. Mama anasema hivi yeye anafurahia sana chama ya M23. Andres anasema tu kolonia ilikuwa imewatesa sana, leo ilisaisha nje, amejisemea na amesema M23 iongeze nguvu sana na wale wengine wote wagombolewe. Wanavo wagombolewe sasa, problemi ni kama mtu ana pesa wagombolewe wa mbali e, lakini kichwa zake ziko hapa, zimwa zagombolewe, heshima we kwa jina mimi naitwa Tumaini Girukubonye Fauster. Mimi minazaliwa Kabati, lakini minashukuru chama ya M23. shida yenye tuko nayo tu ni kutokana na watoto ambayo wanaingia kumasomo. Mimi minazaliwa Kabati, niko na watoto kumi na mbili watoto wangu kumi na mbili, si wayi kuweza kuwalipia wayi kumasomo lakini sa wanasema mimi ni wahi kulipia watoto wangu, hiyo ni dosie kwangu ambayo siwezi weza, na watu wanasema kama silipia wale watoto watawahi kuniletea wai wa askari kunifunga. Miye naomba msaada, wale watoto sewati taweza kuwalipia chama yetu Jana, Tumaini wa kutoka kabati haa, amesema kuhusu masomo ya watoto wake. Ako na watoto kumi na mbili. Watoto kumi na mbili ni watoto wengi, nasema kuwa hana uwezo wa kulipia watoto wake. Ile ni kweli kweli, tusikilizane. Unazaa watoto kumi na mbili, unaanza kamata watoto na wafanya musalaba. Watoto wako sio msalaba, watu wako na stari kuishi na kusema kuwa hawezi kuwalipia masomo. Masomo yetu watulipishi primero wanalipa, kusibizana kulipa kulipa. Nilishauliza kuko pesa ndogo ambayo mnalipa, sijui kama inaweza kuwa mnalipa ngapi? Basi senti mbili ni pesa ambayo inaweza kufanya Tusikilizani na si ah -ah, watu walishajifanya wavivu, wanapenda misaada ya kila mara na misaada ambayo haina maana. Mtoto kulipa senti mili ni pesa nyingi, lakini ah, ah, hata ikuwa senti mili swakongomani waliteseka, na jinsi wakongomani wanazoea kupenda vitu vya bure, unahitaji msaada wa senki dolari, senki dolari. Ukikamata jembe yako asubuhi, ukienda kulimia, mtu wanalipa ngapi? Sentimili. Akili zenu na vichwa vyenu munapaswa tumika. Ile senki mire au senti mire au kenzi mire, sio pesa nyingi. Mnahitaji watoto walipiwe pesa yote bila mchango wa mzazi hata kidogo, hamutaki hata mchango wenu. Kama tunaimba kuwa kongo itajengwa na nani? sie semu tuko sehemu tuko ile kenzi, sio pesa nyingi kwa raia wetu. Watu wa Sake, mimi nilishawaona watu wa Sake ni wavivu, uvivu wa Sake. Mimi naweza usema hata sehemu za kulima haziko, lakini ukienda hivi nyuma kidogo, watu wanaamuka wanaenda kwenye makazi. Lakini Sake hapa unakutana watu wanazurura zurura, anachunga misaada unachunga mtu wa kukulipia masomo ya watoto. Ile misaada ya wazungu kutoka Ulaya tunaipenda, tunahitaji, lakini kuko wakati na ile misaada itasimama, sababu wale ni watu wanaokuja kutusaidia wakisi, wakisimamisha misaada utasema juu ya nini? Munaenda na kuja kwao, wao ndio walipenda kuja mkuu munajua kuwa hata kusimama inaweza simama, ivyo fanya kazi zako na ujue kuwa uko na sapoti yako ya familia yako. Hawa watu wanaosema tuwalipie masomo ni wale ambao wanachunga chakula ya ONG kila mwezi, anasema sitaishi mpaka ONG ni ikuje nisaidie niletee chakula Unazaa watoto kumi na mbili, unachunga kuwa utalelewa na mtu mwingine vt. Tunapashwa kubadilisha mwenendo wetu kwenye nchi yetu kusudi tulete mabadiliko, mabadiliko ya familia zetu. Ukitegemea kuwa ni musaada ni musaada, huku napotea jambo ako jambo sana

Tunapenda tuishi na chama chetu, chama tunapenda sana. Ombi langu lilikuwa ni gani? Ombi, ombi ningesi waku viongozi kama wanazi itawezekana, muonge na wakuu zaidi wa mataxe wanasimamia taxe, kama si mwezi natoka pale msoko wasaka watupunguza kidogo, wasiko tulipisha saka zinatoka mavoyage peti Kalembe Masisi kule zone walikale alinijibia akaniambia, kuwa kuko gari ambazo zinatoka hii eneo ya Kichanga zinatoka kule monasteri Kirorirwe, wapi na wapi, zikifika hapa sasa, gari kubwa inatosha mizigo kusudi tapine ibebe kwa kukwepa taksi za pale ile. Nikamwambia basi tapie zitasimamisha kazi, akasema wako wanajifunza na mimi juu ya kazi za mingi ambazo nakuwa nazo, sikupata mtu tena wa kuniuliza uh, jibu ambayo ni tosha pale, lakini kwa kuwa leo umeuliza tena hivi, nikitoka hapa nitauliza tafuatilia, na tena shida yenu itaisha, yale yote tutaimalizia limoyo. i wananiita oh. kujina ansekua e nikiwa muhimizaji wa usafi ama d fransa agent sanitaire, ucontroleur sanitaire. Asante sana, ninashukuru kwanza hii eh, delegasio yetu ambayo imepata kutuona, delegacio teritoriale provinciale na la cadre de base. Ninashukuru inikema pekeeade de vas aroarité ya kingi isati ade de vas ni kuanzia kunyumba kumi, eh, chef de quartier notable na chef de quartier tsereseme, tunasaidiana kwa kuchunga security. Nina swali mbili. Swali ya kwanza ni kuhusu afya ama sante sante, nzomtu tumetoka maukimbizi na tugali wakimbizi Me tunakuwa na mange na partenaria wanaka kujisaijia kumadawa msef me sa wanakuya, wanafanya segregatio, wanakamata, wana maaje makategorii za akenza, wengine wanawaacha.

Wanaruka, wanaenda Kichanga, waenda Mweso. Eske kunakuwa mkimbizi spesial na iko mkimbizi? Eske sake hakuna wakimbizi pard asaijia sana. Eske sake hakuna wakimbizi, wakimbizi wanaonekana ni Mweso

zinapana dawa kwa watoto kutoka Kenza kupanda, lakini ukifikisha miaka fulani wanasimamisha. Uh, ile sisi tulikuwa hatujui, lakini mzee na yeye anastari kuishi. Basi wababa wetu <tutu> <tutu> <Bababu>, wakufe <tutu> wababu <Watatewa>, wakufe watate wetu wakufe, ile haiwezekani <tutu> kuliko kupatia watoto dawa, wazee tuwaache, waache na zile dawa angalau zisimamishwe. Okay utafuatilia unapaswa na kupa, kupata dawa kigonjwa, upate dawa, upone. Anasema tena kuhusu ONG ambazo zinafika Sake, zinavuka zinaenda sehemu zingine. Ukitembea Masisi yote unakutana ile swali, na tena ONG zinakuja zinakuja fasi zote zinapita, hata hapa Sake mimi yuko kemwe pamoja na Papa Mwami, tulikuwa naye wakati wao nje zilikuwa zinapana machakula pale na kuko wao nje ambayo ilipana chakula pale, ikapana chakula ambayo haikufurahisha raia wetu, tu hawazoi ile chakula, ile chakula ya, ya kwenye makopo, raia walikuwa na imwaga. Mimi nilitoka Masisi nikakuja kuangalia ile shida, sio kusema kwa wao nje hazifiki saki. Uh, Papa Mwami hazifiki saki na wazia zinafika saki na huko pote zinafika, na onije kuko wakati na mina zikutana hata kule kule ndani fasi zote zinafika. Lakini unaweza sema a, a, we kuko kitu nahitaji ambacho haukuona, sababu ile onije haikufikisha ile kitu pale. Sana sana raia wetu hapa wanapenda chakula, wanapenda onije zinazoleta machakula, ni kweli Sawa na wazee na ile tulishaisikia, tulishaisikia sababu, acha nikwambie, niwaambie watu watoto wetu wa Kamuronza, Kamuronza hapa wale maoni je, eh, pam tutaongea nao waangalie kama wataingia hapa ndani ya sake eneo ya Kamuronza, sababu watu wa Kamuronza nishaona hawatumiki, wanapenda msaada sana Unajua, kwa sehemu zingine ko nije zinakuya zinaleta chakula, wanachunga watu wakuya kubeba chakula, wanaokosa juu wanamukia kwenye kazi tunashukuru viongozi wetu wa teritwari ya Masisi wa temaya Kamuronza, timu yote ambalo limetoka kwa province yetu ya Nor Kivu, tunasema asante sana kukumbuka kukanyanga kumudongo wetu ya lokalite ya Kingi. Mungu awabariki. kwa niaba ya lokalite ya Kingi tunatoa shukrani kwa chama ya M23 ambayo iligusa chini juu ikatutosha kwanza katika ukimbizi tukarudia jina. tena jina, jina samani ni Bahati Bashali Patrike mkazi wapa Kingi. Tukarudia tena mumingini yetu, kwa hiyo tunasema asante kwa kazi yote ambayo walifanya kwanza kututoa kwenye tulikuwa, tukarudia kwenye tulitoka kumingini yetu na kumashamba. Ila tunasema asante sana kwa sababu hata leo vema, tangu tutoke mumakambi, maeneo zimazima zaidi mulokalite yetu ya Kingi tuko na usalama, tunalala tukipata kishumba tunakula tukilala usiku hakuna wakutuchokoza. Tunasema, kwa hiyo nguvu Mungu azidishe tena maradufu. Tunakuwa na ombi kwa guvernema yetu ya M23. Lokalite yetu ya Kingi, wakati tumetoka ndani ya ukimbizi, tulimekutana na shida ya kabambi sana. Shida ya kwanza tumeenda jikuta maji hakuna, karibuni lokalite yote mzima kabisa maji hakuna Oni shio siku zinakuya wanafanya makazi mahumoya ndio, lakini hakuna binye bako na kumbuka, kama populasyo haina uwezo wa kujenga maji. Kujenga maji ni pesa nyingi. Ya pili ni juu ya masomo. Masomo tulikuta karibu ni masomo yetu yote ya mulokaliti ya Kingi, ilisha bomoka bomoka. Watoto kuikala chini, mvula ikanyesha, wanarudia vyema. Hakuna kitu cha ja kufanya. Kungufu za populasyo juu tujenge tena ile mamasomo hii mwingine uh, ni akavambi na kamata na ile ya ujofu, lakini hapa hakuna masomo watoto ni kutoka hapa hata pata nguvu za kwenda Luhonga wala kupanda Gasura zaidi ya kilomita tatu kwa leo kutembeza mtoto nao ni problem. Kama wakuu viongozi wanaweza angalia namuna kama hapa kutapatikana masomo pia watoto hapa nao wasome, sasa wengine wasikamate tena safari ndefu, kwetu litatufurahisha. Halafu yengine yote tunawatakia kazi njema na Mungu azidi kutubariki sote kwa uchuma Shari Patrick anauliza kuhusu kwanza. Nashukuru uh, bahati sawa kabisa kushukuru chama uh, na hii swali ya masomo ya watoto, sie sote hatuwezi pumuzika, hatuwezi lala tungali tunaona masomo za watoto haziko na mabadiliko. Ya nchi ni watoto wetu kusomesha watoto wetu uh, masomo masomo mnazosema kuwa zilibomoka zilibomoka huku waliozibomoa na tena walibomoa, niseme, Masisi yangu Masisi yote kizunguka, Masisi yote tunaweza fanya karikile, tunapata masomo ambazo haziko chini ya tuwasamili. Masomo zote ziko chini, walibomoa darasa, mbao walizitosha, mabati waliyatosha Nafasi zingine walirunguza. Ile ni shida ambayo haiwezi malizika kwa siku moja au kwa mwezi mmoja, ni shida ambayo tunamaliza sehemu zote hapa Masisi, tuko tunajengajenga jenga, lakini wakati itafika masomo zote zitakuwa ziko sawa ziko nzuri, ila naweza nimiza kiongozi wetu muache kulala, kama tunasema kuwa Kongo itajengwa na sisi wenyewe na tunachunga kuwa mtu ambaye ako Ulaya atakuja kutujengea masomo yetu, kutoka Amerika atakuja kutujengea masomo yetu, pale tuko tunapotea. Tutumie nguvu zetu, sababu nguvu tuko nazo na upendo wa nchi tuko nao, tujenge masomo za watoto wetu. Mimi nashukuru sehemu ambapo nilipita nikakutana huko, wanajenga hapa juu kwa Munyaruguru, nilikuta laia wao peke wako wanajenga masomo za watoto sababu watoto walikuwa wanatoka pale kwa Munyaruguru, wanaenda kusomea wapi? Kiroliro pale Mushaki wako wanajenga. Rubaya mulisha maliza kujenga masomo ngapi? Rubaya walisha maliza kujenga masomo ine, na karuba ni vire, hata Kichanga, hata Masisi ni kusema, Acha tushirikiane, si kama raia wa Masisi kwa faida ya Masisi tujenge masomo za watoto wetu. Ningekuomba papa mwami, sehemu utashindwa unaweza omba msaada, lakini tuanze kujenga masomo za watoto, tuangalie kama a, watoto wetu mwaka ujao watakuwa wako kwenye masomo ni kutumia nguvu zetu kisekendi. Jinsi alibomoa nchi, kujenga ni nguvu kunahitajika, nguvu zaidi. Kubomoa inakuwa rahisi, lakini kujenga inahitaji nguvu, na zile nguvu hatuwezi pata nguvu kwenye hii wakati wa vita. Wa kujenga masomo zote limoya, tunapandisha masomo hapa na hapa na hapa, lakini tutazimaliza.